Na bado kasumbua Mungu. Hey, <coughs> Kuna mtu ajanaelea mtikise maneno, kuombea, akamwelea mtumishi awe anapita hewani. Unaweza ukamzika shetani, ukasema shetani ameshindwa, shetani amemtupa kule, shetani amemtupa kwenye bahari ya Shamu, lakini bado kuna jambo linaloitwa Umisri kwenye akili yako. Mambo yako zako, Umisri bado upo au ulishaondoka? Umisri bado. Piga Mungu makofi, alafu <coughs> <coughs> taratibu mwambie, wewe wewe, Umisi hupo umeondoka. Alafu nipungie mkono, nipungie mkono, nipungie mkono, punga punga, punga punga, ongeza na mkono mwingine, mchapie Bwana Yesu makofi na shambona, vigelegele. Haleluya! Farao na jeshi lake na wafalme waka nao wale watafuta au watafuta wana Israeli wamedondoka wote, kwenye sura ya 15 kwenye aya ya wana Israeli wanaimba nyimbo za shangwe, wakasema, hakika mpanda farasi na farasi wote wameangamia. Wanashangilia ya kwamba wamemzika shetani, wamemwacha shetani, wamemteketeza wame shetani machini, wameteketeza waganga wakenyeji, wameteketeza. Lakini wanafika mbele, bado Misri huko ndani yao. Tatizo sio kumpiga shetani sio kumshinda shetani. Mambo mengi yanayoasiri ulimwengu sio kwa sababu shetani hajashindwa. Kuna mahali shetani anashindwa, kuna mahali shetani tunamwacha kule kwenye bahari ya Shamu, lakini kuna kitu kinaitwa umisiri, ndio kinasumbua ulimwengu na makanisani. Mwambi mwenzako bado una umisiri. Bwana asifiwe! <laughs> Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. ile sura ya 15 nataka nikusomea haraka haraka hapa. Angalia ile sura ya 15 kuonyesha jambo. Angalia ile aya ya 23. Hey, mambo yameanza, mambo yameanza. Maandiko nasema, walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kuku yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara, ndipo watu wa Mungu nikia msa, mwambie mwenzako mambo yameanza, mwambie siri zimeanza, mwambie mwenzako mkanda umeanza, mtikise, mwambie mkanda wa maajabu umeanza. Watu hawo wa wamekombolewa, watu hawo wa mtipa shetani kuzimu, lakini wakati wamefika, wamekutana changamoto. Nisikilize, kama mtu achakutana changamoto, uwezi kumjua ni nani uwezi kujua ni umisri gani aliyonao. Hebu mwambie kijana, uko hapo, unanielewa? Yeah, no, no, no, no. Niongee kitu kimoja, nikupe mfano mmoja, nitembee, unapona kwa mfano. Kijana naweza kuwa kanisani, ni handsome, ni kijana mzuri, anapiga kinanda, anaimba nyimbo, ukimkutana naye njiani kwa mara ya kwanza, unasema nimepata mtu wa Mungu kwa upara aliyonao kwa mwenendo aliyenao, kwa jinsi anavyoonekana ni mtu mzuri, lakini mchokoze uone matusi, mchokoze uone matusi, mchokoze uone hasira. Nisikilize, ni kitu gani kinasababisha mtu ni mwema huyu mtu ni mzuri, lakini wakati huu, wakati wa kumbonyeza, wakati kwa sababu ana umisiri ambao hautakutana na changamoto. Umisiri wako hautakutana na changamoto. Bwana asifiwe. Bwana Israeli waendao kumshangilia Bwana, Bwana, Bwana, wakisema kwa kweli Bwana wameonekana wakati wao wanashangilia, walikuwa wameshiba. Wakati wao wanashangilia, mambo yalienda sawasawa. Wakati wao wanashangilia, wamekuja kwa Yesu, Yesu amwonyesha kwa amewatajirisha amewafisha amewatoa mahali fulani pagumu, walizoea kaza mikono, utumwa weisi, watumwa. Leo wanashangilia, lakini wakati wa tabu ndo utamjua kama unampenda Mungu au umpendi Mungu, na wakati wa changamoto wakis wana maandiko, anasema ndipo kwanza kunung'unika kwa. Nisikilize, kuna vitu vilikuwa ni umisri wa Wanaisraeli. Hawa watu shetani ameshaondoka, umeshatoka kwenye nchi ya utumwa, lakini kuna kitu kinaitwa umisri ulikuwa ndani yao. Nisikilize, umisri wa kwanza ilikuwa ni umisri wa manung'uniko la lama na ukaidi jambo ambalo naposema na umisiri manako, na addiction naongerea naongerea na naozekana, shetani hayupo, lakini kuna vitu viko ndani yako ambavyo hata kama umetoka Misri lakini una taratibu za Misri una kawaida ya Misri, nasinaishi ndani yako, ndo watuwaliua i watu walikuwa ni watu wa manunguniko, ni watu wa lawama, ni watu wakaidi. Nisikilize, wamekuace na manunguniko amekuwaje na lawama, sio kwa sababu ya kutana na changamoto ndio wanalawama. Hapana, hao watu Misiri ndio ilioharibu. E, e, ilioharibu, ilioharibu kivipi? Kumbuka wakiwa kule Misiri walikuwa wanafanyisha kazi ngumu saa mateso, walikuwa kwenye utumwa, walikuwa wanakuwa arasti, walikuwa wanaonewa, walikuwa wanapigwa na kuonewa. Kwa hiyo manyanyaso na mateso yale ya kazi yakawatengenezea moyo mbaya. Unajua, watu wengi wanaolalamika ni wale ambao juu kuna bosi wao. Kama kuna bosi wako na kama anakandamiza, manunguniko yanakuja. Kwa watu walikuwa kwenye nchi ya utumwa, walizoea kuonewa, wakatengeneza mfumo fulani kwenye meo yao wa kunungunika, mfumo wa kaidi. Nisikilize, ukiona majambazi wanakuwa majambazi sio kwa sababu walikuwa majambazi. Leo ameiba kuku akaingia sero akakaa siku tatu, kesho akaiba kuku wengine, wakamweka sero siku saba, wakampeleka mahakamani, wakamfunga miaka miwili, wakatoka jela. Huyo mtu unamtengenezea usugu, unamtengenezea aina fulani ya umisiri. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa, huyu mtu atashindikana, atakuwa ameubeba umisiri ndani yake. Hawa watu, kwa sababu ya mateso na shida, kuna jambo la ukaidi na ugumu wa mioyo na manung'uniko na lawama vilitengenezeka ndani yao. Ni kweli wameokolewa, ni kweli wamemtupa shetani kule kuzimu, ni kweli Yesu ameokomboa kwa damu yao, ni kweli awako chini yao utumwa, lakini kuna chambo linaita umisiri bado liko ndani yao na ilo dena no chambo denasupua ndo chambo nagamanisha na Mungu shetani hayupo tena, wamisiri hayupo tena, lakini kuna umisiri huko ndani ya mioyo yao. Mwambie mwenzako umisiri uondoke ndani yako. Kwa watu manunguniko na lawama vilikuwa na umisiri ndani yao. Lakini jambo la pili ambalo naliona kuabudu miungu mingine, wewe ulikuwa na umisiri namba 2. Mwambie mwenzako namba 2. Bwana asifiwe! Haleluya! Haleluya! Kutoka thelathini na mbili ile aya ya kwanza mpaka ya nne. Kutoka thelathini na mbili aya ya kwanza mpaka aya ya nne. Maandiko naniambia, Musa alipoenda siku arobaini kwenda kule mlimani akakutana na Mungu kwa ajili ya kumpa sheria kwenye vipande vya mawe, maandiko nasema wana Israeli walipoona Musa amechelewa wakasema, tujui hata Musa aliyempata, wakamwambia Haruni, tunaomba tutoe masikio tutengeneze ndama. Sasa nisikilize, ku, ku, kutengeneza ndama walikujulia wali wapi? Hebu ebo nipongee mkono tena. Hii teknolojia ya kuchukua hizi pete na kutengeneza na kutengeneza ndama walijifunzia wapi? walijifunzia Misri. Sasa nikuulize, kama watu hawa wameokolewa, Yesu ni Bwana, Mungu ameonekana Misri hey, e hiyo, wamekombolewa wamevuka bahari ya Shamu. Ni kitu gani kinatokea? Wanakutana changamoto, wanatengeneza ndama. Ni kwa sababu ni kweli Yesu aliwaokoa, ni kweli Mungu aliwaokoa, lakini kuna asiri fulani, kuna vitu fulani, kuna umisiri fulani uko ndani yao unawatafuna. Huo ndo naogomarisha na Mungu leo, wameamua kuabudu miungu mingine Sio kwa sababu Mungu aliwafundisha. Mungu hajawahi kufundisha mtu kumwabudu Mungu mwingine. Yeye anasema usiabudu miungu mingine. Hii tabia ya kuabudu miungu wameitoa wapi? Wameitoa Misri. Na tukisoma maandiko, utaona Misri ilikuwa ni nchi ambayo inaabudu miungu. Tunakumbuka kipindi ambacho aimsnaenda kwa Farao Farao alipokwenda kumwambia, akaanza kudhihirisha kwa wachawi na waganga walipokaa kwa muda wa miaka mia nne na arobaini. Ile tabia kwa kuabudu mungu mwingine ilisha kaa ndani yao, ilisha waasiri kwa muda mwingi. Leo hii shetani yupo lakini kuna kitu kinaitwa hito umisiri kina watafuna ndani yao. Hebu punga mkonte na Bwana asifiwe. Chamba lingine la tatu tunaona watu walikuwa na shida, walikuwa ni watu ambao wanazoea aina ya chakula. Nitakuonyesha chakula manake nini. Pikie bwana Yesu, mkoto mwambie, unapenda kula unapenda kula wewe. <tie> Haleluya! hawa tu kuna aina ya chakula walizoea pia sema, walikuwa wakutana changamoto, wanakumbuka matikiti ya Misri na wanakumbuka sifuria za nyama za Misri. Wakati hawana changamoto haoni kama wanakumbuka, lakini wakati wana changamoto ndio wanakumbuka maana ya chakula ni nini? Maana ya chakula ni maisha ya dunia na anasa na starehe walizozoea kule Misri. Punga mkono tena, mabibi wenzako, uko sawa? Unamwelewa mtumishi? Auja, anapita hewani, pige Bwana Yesu makofi mengi mengi. ada nyingine kwa sababu walikuwa ni watumwa. <laughs> Kwa starehe yao ilikuwa ni chakula. <laughs> Walikuwa wakila matikiti ndio wamestareheka. Unajua ni kama watu ambao wako kwenye jeshi wale ambao wanafanya mazoezi wanaitwa makuruta. Raha yao ni kula na kusinzia ndio starehe yao. Kwa watu, inche, mawa, hawa watu walikuwa kwenye nchi ambayo ni kama kijeshi jeshi. Raha yao ilikuwa ilikuwa ni kula na kusinzia. Ndio zilikuwa raha za hawa watu. Kwaona anashinda watu wengi sana. Mtu alizoea kuruka viwanja na wanaume, alizoea kula sherehe kule kwenye madisko, leo ni mwana kwanza kuja kanisani. Wakati wa changamoto, wana pesa, atakumbuka waliokuwa anampa pesa na zawadi, atarudi nyuma. Mwambie mwenzako, umisiri, umisiri bado huko ndani yako, au maisha ondoka sasa. Nisikilize, na kwa sababu ya hii tabia ya umisiri ya watu, kuna mama peka, nisikilize nikuonyeshe, wakati mwingine shetani Kwa sababu ya zile kuathiriwa, wengine wanaanza kuwa ni madawa ya kulevya, wamekula madawa ya kulevya leo, wameingia kanisani, lakini bado kuna umisiri, lakini kuna kitu umisiri ndani yao. Leo wanaweza wanaweza kuwa ni watu ambao wengine paka wanasema madhabahuni, lakini kuna kitu kinaitwa umisiri ndani yao, ndicho kinachowasumbua wala si shetani. Mwambie mwenzako, huo ni umisiri ndani yao. Bwana asifiwe. Madhara ya kwanza Misri wasemani, madhara ya kwanza ni kutofika kwa Kanani maaza, kutofika Kanani, kutofika Kanani, nisikilize, kati ya kitomakiniakomisana Israeli kutoingia n Kanani sio kwa sababu ya shetani. Shetani walimtupa bahari ya Shamu, shetani waesha mtupa. Wakati nachunguza maandiko, Kristo asababisha kutoingia Misri na nani? Ni Kanani. Ni kwa sababu ya umisiri uliokuwa ndani ya. Nitakuonyesha kitabu cha Hesabu sura ya kumi na tatu na ile sura ya kumi na nne kuna jambo nataka ma, nikuonyesha. Maandiko yanatuambia wakaenda kupereza ule mji, walipotuma watu kumi na mbili waperesi kupereza ule mji, wana watuambia wakaenda kupereza, walikutana machitu. Waliporudi walirudi na taarifa mbaya, angalia kichotokea atambia wakaanza kukumbuka, akatwambia hivi kule Misri apakepo makaburi. Katikati ya changamoto ya hali ngumu ya mazingira ya kuona mbele, kuna kuna ukuta, wakakumbuka Misri wakasema, na tuunde viongozi wetu turudi kule Misri. Kama ni kuzika, tuzikwe kule Misri. Kwa nini watutoa? Kwa nini? wakamnung'unikia Mungu, wakamkasirika, wakikia Mungu waka naitwa umisiri. Mungu alikasirika akawambia Musa, watu wao wamenisalau, wataamini hata nini? kwani wananisalau. Akawambia kwa mara hiyo hawatafika kana. Akaambia walienda walipaswa waingie kwenye nchi ya ahadi kwa siku arobaini Mungu akawazibu, ikawa miaka arobaini, na maandiko yananiambia kwenye ile miaka arobaini kile kizazi chote cha misiri chote kilikufa. Kwa nini Mungu alikuwa anaua jinsi umisiri uliokuwa ndani ya watu? Akahakikisha watu wote waliotoka Misri wanakufa, akaingia karibu na Joshua. Wote waliokuwa na mitizamo ya Misiri, waliokuwa na maisha ya Kimisiri, watu walikufa jangwani. Madhara ya kwanza ya kuwa na umisiri ni kwamba hauingii Kanani, lakini madhara ya pili Utapoteza muda wako. Punga mkono tena, mnai punga tena, mpigie Bwana Yesu makofi na ngeme. Madhara ya pili ya kuwa na umisiri ni kwamba unakuwa ni mtu wa kupoteza muda. Unaweza kufanya biashara miaka kumi na ukafa haujaenda mbele. Unaweza kufanya kazi miaka arobaini na ukafa haujaenda hatua yote kwenye maisha, unapoteza muda Walizunguka jangwani kwa mda miaka arobaini. Hakuna maisha, wanakula jangwani, wanaishi jangwani, wanazunguka jangwani, hakuna maisha yote. Miaka arobaini yote ilipotea na wakafa. Mtu yeyote aliyebeba umisiri ndani yake, nihakikishie, atakuwa ni mtu wa kupiga makita, atafanya kitafanikiwa, atafanya jambo kita, miaka mingi ataendelea na mateso yale yale. Ya u Misri hawa watu miaka arobaini yote wakapotea na wakafia jangwani. Punga mkono tena, punga mkono tena. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize walikuwa warezi kabla ya kuokolewa leo, wanaokolewa wanakumbuka marafiki zao waliokuwa wanaenda naye pa, leo wako kanisani, wanaimba kwaya, wanamtumikia Mungu, lakini akutana na marafiki wanaenda pa, wanamkumbusha namna aliyokuwa analewa nao, wanamwingiza tena pa, anakumbuka umisiri. Pita mbaye alikuwa ameokolewa yupo kanisani, alikuwa ni mara maisha yake yote ilikuwa ni kuchukua pesa kwa wanaume, bila pesa za wanaume alikuwa ana uwezo wa kuishi. Yeyameokorea ipo kanisani, amemshinda shetani, amekomora kwa damu ya mwana kondoo, lakini wakati wa changamoto, wakati ana pesa anakumbuka wanaume na pesa za bure, anaanza kuambia rudi tena, wanarudi na hali yake ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ya kwanza kwa sababu ya umisri, kwa sababu ya umisri maisha watu wengi yamejaa machozi, sio kwa sababu ya sata akomaa. Wengine wapo kanisani, lakini kuna jambo walikuwa diktadi kwao. Wengine walikuwa ni watu roma, wakakubali kuokolewa na walipookolewa, akakubali kuingia kwenye ndoa. Leo ipo kwenye ndoa, anakumbuka aliokuwa nao akiwa vijana Anakumbuka zawadi alizokuwa nampa, akikumbuka umisiri unamkumbusha, anarudi tena. Sikilize, wanadamu wengi tunaathiriwa, sio kwa sababu shetani anatushawishi. Watu wengi we duniani wanaathiriwa kwa sababu wanapoingia kanisani, wanapokuja kwa Yesu, wakikutana na magumu, wanakumbuka umisiri wao, kama uliko mezoea kuzoea, ulikuwa nazoea, kama ukienda kijeshi uende kwa mganga wa kijeshi, hakupe ile dawa, na ulikuwa ukipata ile dawa, unaona mpunga wako unaendelea sawa sawa. Leo umekuja kwa Yesu, bahati mbaya msima hujaenda sawa so, unasema unaona, unaona nilikuja kwa Yesu, sio ni matokeo. Wakati wa ile changamoto unakumbuka waganga wa kijeshi, na ukienda kule watakutupia mapepo ambayo hutaweza kutoka. Umekumbuka umisiri. Punga mkono tena. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi mengi, haleluya! Ni kitu gani kimetokea? Mtu anaweza kuja kanisani akatoa shilingi elfu moja lakini akisikia kwa mganga wa kejeshi anatoa ng'ombe mzima. Ni kwa sababu bado misiri haujamwacha. Ni kitu gani kinasababisha huyu mtu yuko kanisani amepigwa mailizi kilo tano? Ni kwa sababu amekumbuka umisiri. Maandiko anasema Mungu asipoulinda mji haulinda ufanya kazi bure. Watu wengi wanamwamini shetani kuliko Mungu, ndio maana wako kanisani, lakini ulinzi wao wanatafuta kwa waganga wa kienyeji. Wako kanisani, wanashinda kuamini Bwana Yesu, wanashinda kuamini nguvu za Bwana pana, wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji ni kwa sababu shetani amewaaminisha kwamba yeye anawalinda. O ni umisiri, tunga mkoo tena namna hii, pigebal Yesu, makofi mengi mengi.

Msiponipenda sawa sawa. Ni kitu gani kinasababisha wanakwaya? Mwalimu anatunga wimbo mzuri wa kutoka kwenye maandiko, lakini wakati mnaanza stepu, mnachukua stepu za damondi. Ni kwa sababu mko kanisani, mnakumbuka Umisiri. Yesu anasema msifatishe namna ya dunia hii pana hata namishaamndoak hya ya kuingia kwenye umisri leo. Unaona mtu ipo kanisani anacheza sembeni, hachezi kwa sababu Yesu anak, anakumbuka alipokuwa duniani, anak, anak, anakata mauno ndo anakumbukia hapa. Umekumbuka umisri, unga mkono. Amen mtoko si la sura pana watu wanasema, tumemwona Yesu, kumbe ameenda umisiri, anakumbukia. Nimeona watu ambao walikuwa ni wapiga vyombo wazuri, wapo kwa Yesu, lakini wanapokutangaziwa kwamba kuna zipenda duniani kwenye baa, anaenda, amekumbuka umisiri. Ni mkono pamoja nami. Bwana asifiwe. Tatizo la watu wengi sio kwa sababu shetani anawafiri Sima, ni kwa sababu kuna aina ya kumbu kumbukumbu kuna aina ya fikra fulani ambayo haijaondoka kwenye maisha yetu. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Nipinge mkono wabo zako, bado kuna umisiri au umeshaondoka? Lakini sikilize, kipindi tafakari ujumbe huu. Yesu akaniambia jambo ambalo sitakuja kusau. Akasema hata kama ukiwaambia umisiri Anaweza kuondoa umisiri ndani yao, ni mwanaume mmoja anaitwa Yesu peke yako, akishaingia kwenye moyo wako, akabadilisha nia yako peke yako, ni anaweza kubadilisha umisiri na kuondoa. Nisikilize, kumbukumbu ya matatizo, kumbukumbu ya shida, kumbukumbu ya kuabudu miungu haitaweza kuondoka ndani yako mpaka Yesu aingie kwenye moyo na kubadilisha namna unavyowaza na kufikiri